Hadithi yetu inaanzia kwa bimdada mmoja anatambulika kwa jina la Vasuda. Bimdada anaambiwa na baba yake, nimekutafutia mchumba anayetambulika kwa jina la rau. Mchumba huyu atakuoa, lakini pia ninaamini utaishi maisha mazuri, kwani ni mwanaume ambaye anatoka katika dini moja pamoja na kabila moja na mimi. Bimdada kuwa na iana ikabidi aweze kukubaliana na wazo la baba yake, ndoa ikapita kati yake pamoja na mshikaji mwamba. Hakuchelewa sana akachukua uamuzi wa kwenda kumchora huyu binti tatu ya jina lake katika mkono, kwani hivi ndi hivyo watu katika kabila yake pamoja na dini walikuwa wanafanya. Lakini leo mama mkwe anamweleza bimdada, mimi ninakushauri, ondoka ukaolewe na mwanaume mwingine, kwani kijana huyu anaonekana amefuata tabia za baba yake, kukontrola wanawake, lakini pia kutokuwa na mapenzi ya kweli. Wao wanaamini ya kwamba kumpatia amri pamoja na sheria kali mtoto wa kike ndiyo mapenzi, ungali ya kwamba ilikuwa siyo sahihi. Binti hakuweza kufuata ushauri wa mama mkwe wake, bali akaendelea kuishi na mumewe. Binti kwa sasa alikuwa na kijana aliyekuwa anatambulika kwa jina la Sajani mwenye umri wa miaka mitano, kwani inasemekana mume wake alitokomea kusikojulikana miaka mitano iliyopita. Aliondoka kipindi ambacho binti alikuwa ni mja mzito, na kwa sasa alikuwa anaishi yeye pamoja na kijana wake, akitumaini siku moja huenda mumewe akarudi nyumbani. Binti kipindi hiki alikuwa anafanya kazi ndani ya hoteli moja ambayo ilikuwa anamilikiwa na kigogo mmoja aliyekuwa anatambulika kwa jina la Arav. Binti alikuwa ni mtaalamu sana wa maua. Kigogo huyo siku hii ya leo alipoona mpangilio mzuri wa maua lakini pia uchaguzi mzuri wa bimdada aliyoufanya, alitokea kupenda sana ufanyaji kazi wa huyo binti, lakini pia leo akasema ya kwamba anampatia cheo na kwenda kufanya naye kazi ndani ya hoteli yake kubwa aliyoifungua hivi karibuni ndani ya Dubai. Binti akasema hataweza kuondoka, kwani hapa ndipo familia yake ilipo na yeye kuiacha nyuma hicho kitakuwa ni kipengele. Bosi anamweleza binti, nenda ukajifikilie, endapo ukipata jibu na kubadili maamuzi, basi uje unipatie jibu ambalo lilikuwa ni zuri. Dada baada ya kutoka hapa, safari inampeleka mpaka ndani ya kituo cha polisi. Anafika anaelezwa na maskari ya kwamba kipindi cha miaka mitano mpaka sasa umekuwa ukija kuripoti tukusaidia kumtafuta mme wako, lakini hizi ripoti ni za uongo, kwani mme wako inasemekana anafanya kazi na genge la majasusi kueneza ugaidi ndani ya hili taifa. Kama hiyo haitoshi, ni mdada anapatiwa faili likionyesha picha za mme wake akiwa kweli yuko pamoja na genge la magaidi. Vasuda anabaki amechoka, haelewi ni kipi ambacho anaweza akakifanya, lakini pia maskari. Askari polisi wanamweleza endapo mume wake wakirudi basi tupatie taarifa mapema ili tuweze kumnasa. Vasudha alichokifanya, kesho yake ya asubuhi, akaenda kuonana na Aravi na kwenda kumwelezea kila kitu ya kwamba Nikole alikuwa anatamani sana kwenda kufanya kazi pamoja na yeye hususan ndani ya nchi ya Dubai ili aweze kumlea vizuri mtoto wake, lakini kwa hiki kilichomkuta mpaka sasa, hatakuwa na uwezo wala ujasiri wa kuendelea kufanya kazi ndani ya kampuni ambayo ilikuwa inamilikiwa na Aravi. Bosi kubwa alitokea kumwonea huruma sana huyu mdada hususan ukiangalia alikuwa ni single mother, endapo akikosa kazi ataishi vipi? Anampa amri mfanyakazi wake ya kwamba, endapo nikifika Dubai basi hakikisha unaandaa mazingira mazuri pamoja na sherehe ya kumkaribisha bin mdada Vasuda, kipindi ambacho atakuja kufanya kazi ndani ya hoteli yetu iliyopo Dubai. Bwana mkubwa alifanya haya maamuzi ambayo hata mfanyakazi wake alishangaa sana, anamuuliza bosi, inakuwaje unafanya maamuzi kama haya? Aravi anatoa jibu ya kwamba binti huyu ananikumbusha sana na mtu ambaye nin mtu huyu ni nani? Lakini pia hadithi ya huyu bosi ikoje, ilikuwaje mpaka akapata huu tajiri bwana hapa? Ili tuelewe mambo yote, tunapata kumbukumbu kumbu ya miaka kadhaa iliyopita, kipindi ambacho mshikaji alikuwa ni mtoto mdogo. Mama yake alikuwa anatambulika kwa jina la Rohini ambaye pia alikuwa ni single mother, kwani mshikaji alikuwa mfahamu baba yake na mama alikuwa anapambana sana ili kumtunza kijana wake. Mama alikuwa hana kazi maalum, bali alikuwa anatumbuiza ndani ya hoteli moja ndani ya hili jiji na chochote ambacho alikuwa na kipa basi alikuwa anakuja kushare kusheha pamoja na kijana wake, lakini pia mama huyu ili apate kazi ndani ya hii hoteli aligundua ya kwamba akisema alikuwa ana mtoto basi huenda akaikosa hii kazi, hivyo aliongopa ya kwamba yeye alikuwa hana mtoto yoyote. Lakini leo bwana mkubwa mmoja anatambulika kwa jina la Jivan akajitokeza na kusema ya kwamba kuanzia leo, mama, nitakusaidia kulea huyu kijana. Mzee naye hakuwa na maisha bali tu alihitaji upendo huyu mama pamoja na kijana wake. Siku moja mama mtu akagundulika ya kwamba alikuwa anaondoka pamoja na vitu ndani ya hii hoteli na kwenda kuipatia familia yake, kipindi ambacho alikuwa anamletea noma Javini ikabidi aingilie mtu kati na kuweza kumsaidia Ubi mdada mzee, akatembezea kichapo cha kutosha. Kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuweza kupata msaada ili wampeleke hospitalini, Mshua alitambua familia hii walikuwa hawana pesa yoyote akuweza kumlipia bil hospitalini, akachukua uamuzi wa kujitupa katika gari ambayo alikuwa anapita karibu. Familia wakabaki na mshanga mkubwa, lakini hiki ndio kilichomfanya Aravi kupambana mpaka leo kuwa na mafanikio kama haya. Mshua anafika Dubai, lakini pia hata bimdada Vasuda naye anafanikiwa kufika Dubai. Anaanza kazi vyema, lakini mshikaji akatokea kuwa anamfuatilia sana huyu bimdada kila sehemu ambapo alikuwa anakatisha basi naye alikuwa kwa nyuma, lakini pia alikuwa anaonyesha kumjali kitu ambacho Vasudha kilikuwa kinamshangaza sana, kwani hakuwahi kupata upendo kama huu, lakini pia hakuwahi ku experience kujaliwa na mwanaume yoyote, kwani hata mme wake yeye alikuwa anampatia amli siku zote. Leo bosi anampigia simbi, mdada anamweleza tafadhali, ebu naomba upige picha kisha unitumie. Dada akafanya kama jinsi bosi ambavyo alikuwa akamwelekeza. Hakika mshikaji siku hii ya leo akaanza kuizumu picha bimdada Aravi akagundua tayari alishazama ndani ya penzi zito na bimdada Vasudha. Wakati wa jioni, kulikuwa kumeandaliwa bonge moja la pati. Bosi siku hii ya leo akaamua apige bonge moja la wimbo speshali kwa bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina Vasudha. Kipindi ambacho ngoma ilikuwa inaendelea pamoja na sherehe, bimdada akaona hakika, mbona hisia zangu pamoja na moyo nashindwa kuvizuia? Anaona vyote vinaingia mazima kwenye moyo wa we mtaalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Aravi. Dada akawa anahitaji chenga lakini muuni akamfuata na kuanza kumpatia hadithi ya maisha yake, jinsi ambavyo alivyolelewa na singomanda lakini pia tabu pamoja na shida ambazo walikuwa wamezipitia. Kama hiyo kutosha, Ravi leo akaamua kupasuka ya bwana utimbulo akaweka pembeni na kueleza hisia zake kwa bimdada Vasudha. Akaona hiki ni kitu gani, lakini pia akashangaa sana siku hii ya leo baada ya kugundua naye alikuwa tayari alishampenda mshikaji, lakini akaondoka kwenda kulia katika chumba chake kwani alitambua endapo akimkubalia huyo bosi siku mume wake akirudi itakuwaje? Yeye atafanya nini? Lakini pia jamii itamwonaje? Asubuhi na mapema akaacha barua, kisha yeye akajichenga, lakini aravi akafanikiwa kumkuta njiani, akamweleza bimdada, ni kwa nini unaficha hisia zako sini? Bora tu unikubalie, kwani mimi ninaona kabisa unanipenda. Dada akawa ni mbishi, moyo wake akaufanya kuwa mgumu, lakini aravi akamweleza, basi kama ni hivyo, ninaomba mimi na wewe tuelekee eneo moja, endapo tukitoka ndani ya hilo eneo basi ninakuruhusu ufanye maamuzi yoyote. Kama utaondoka ndani ya hili eneo, basi itakuwa ni poa, na kama ndani ya hili eneo litakufanya uendelee kufanya, kufanya, moyo wako kuwa mgumu, hayo pia yatakuwa ni maamuzi yako. Safari ya watu hawa wawili ikawapeleka mpaka eneo ambalo alikuwa anaishi mama yake na Aravi pamoja na anko wake ambaye kwa sasa alikuwa ni mgonjwa, na huyu ndio alikuwa ni Jivani ambaye yule anko alijitupa katika gari ambalo lilikuwa linapita mbele yao. Anko huyu bwana toka siku hiyo alipoza mpaka hivi leo, lakini mama alihakikisha anaendelea kuwa karibu na mtu huyu ambaye alikuwa anampenda sana mtaalamu. Baada ya kufika hapa na kumwelezea haya mambo, bimdada Vasuda alishangaa sana, lakini pia hata mama mtu naye alifanik kuongea na bimdada hakika, moja kwa moja akaona upendo ambao ulikuwepo ndani ya hii familia ulikuwa ni tofauti kabisa na mume wake kipindi ambacho alikuwa anatoka. Akaamua kumkumbatia mshikaji na kueleza hisia zake kiasi gani ambavyo alikuwa anampenda dada. Kwa sasa aliona kama noma, na iwe noma, ni bora akaishi maisha yenye furaha kuliko kuendelea kusubiri penzi la mtu ambaye hatambuliki sehemu alipo, lakini pia mtu yule alikuwa ni mkorofi, sio mchezo. Hakika siku hizi ambazo alizitumia pamoja na Aravi dada kimtindo akasahau kabisa maisha pamoja na tabu ambayo alikuwa anaishi pamoja na mme wake. Safari inawadudisha mpaka ndani ya mji wa Mumbai. Baada ya kufika hapa, mshikaji anamkabidhi makaratasi bi mdada na kumweleza, hizo ni karatasi za talaka, hivyo ninakuruhusu kuruhusu uende ukazisome vizuri na kesho asubuhi uje ofisini ukiwa umezisaini. Na wewe baada ya kufanya hivyo tu, basi tutachukua maamuzi ya kufunga ndoa na kuanza kuishi pamoja. Nyumba ya bi mdada kwa sasa ilikuwa imezungukwa na maskari polisi, lengo lao alikuwa na weze kumnasa mshikaji baada tu ya kuweza kurudi bimdada. Baada ya kufika ndani, uso kwa uso anakutana na Hari ambaye alikuwa ni mme wake. Bwana alikuwa karudi ndani ya hili eneo, huku akiwa kajawa na madevu kila kona. Mshikaji cha kwanza anamweleza bimdada, hebu nenda akanitafutie msosi nije kula, kwani nasikia njaa isiyokuwa ya kawaida. Dada kwa mshangao mkubwa akaenda kutafuta chakula na kuja kumpikia mme wake. Kipindi ambacho alikuwa nakula, mume akaanza kumwelezea kile ambacho kimemkuta, lakini pia ni sababu gani fanya miaka mitano asirudi nyumbani, lakini pia ni kwa nini maskari polisi wanamuhisi ya kwamba yeye alikuwa ni gaidi mshikaji. Anaeleza miaka mitano iliyopita ni kweli aliondoka ndani ya hili eneo kwa lengo la kwenda kufanya kazi, lakini baada ya kufika kule, kwa bahati mbaya akakamatwa na magaidi ambao wakamshikisha bunduki na kumlazimisha aweze kuwaua Wamarekani. Pindi ambacho alikuwa anafanya hili tukio kwa kulazimishwa, wao walikuwa na mrekodi pamoja na kumpiga picha. Anaendelea kueleza, kwa bahati nzuri ndani ya lile eneo kulikuwa kuna fadha mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuwafundisha watu ndani ya lile eneo. Siku moja akamwomba amsaidie kuweza kutoroka ndani ya hili eneo, fadha akamsaidia, lakini kwa bahati mbaya kambi ya wale jamaa ilikuwa imezungukwa na mabomu kila eneo, hivyo hawakufanikiwa kufika eneo lolote. Na baada ya kunaswa akapigwa risasi ya mguu, yeye pamoja na fadha, kisha akafungiwa ndani ya chumba. Anasema alikaa ndani ya kile chumba kwa muda mrefu sana, lakini siku moja kwa bahati nzuri mvua ikanyesha, ikapelekea ukuta kuweza kudondoka, ikampatia kampatia nafasi yeye kutoroka na hatimaye Ay, safari ikamleta mpaka nyumbani. simu naita bimdada anapigiwa na Aravi mshikaji. Baada ya kuona hiki kitwe bwana mbungi ikaanza, anamuuliza bimudada, huyu ni nani? Dada akasema huyu ni mtu ambaye ninayempenda sana lakini pia anahitaji kunioa. Hali akaanza kuleta mbungi mpaka upande wa nje, anamfokea mke wake, anamweleza hakika wewe sio mwaminifu. Maskari wanamnasa hali, lakini bimdada safari ikampeleka mpaka kwa Aravi na kwenda kumwomba aende akamsaidia mme wake kwani alikuwa hana hatia. Mshikaji anafika ndani ya kituo cha polisi na kwenda kutana na waziri pamoja na askari ambaye alikuwa anasimamia hii kesi, anawaomba amwachie mshikaji kwani alikuwa hana hatia yoyote, lakini wanamweleza hii ni kesi nzito, hatuwezi kumwachilia mpaka tuthibitishe hiki anachokizungumza kama ni kweli au la. Dada anamwambia Aravi hawezi akafunga ndoa na yeye kipindi ambacho mme wake akiwa ndani ya gereza, kwani endapo akifanya hivyo, jamii itamwona kuwa yeye ni mtu mbaya. Dada anafanya haya maamuzi huku moyoni akiwa anaugulia sana, kwani kwa sasa alikuwa yupo njia panda. Mahakama inatoa uamuzi mshikaji aweze kunyongwa mpaka kifo, lakini kipindi ambacho alikuwa anapelekwa gerezani Vasuda hakuweza kumkatia tamaa mume wake, anakimbiza gari huko, anamweleza siongee kile ambacho ulikuwa umeniambia mimi, kwani endapo ukizungumza ukweli mzima huenda wakakuamini. Lakini mshikaji alikuwa akamchunia bimdada, alikuwa hatamani kumwangalia wala kuzungumza jambo lolote na hii ni baada ya kugundua bimdada alikuwa anampenda mtu mwingine ambaye alikuwa ni bosi wake hali kipindi ambacho alipokuwepo gerezani anaulizwa na askari ni kwa nini unakubali mambo ambayo ulikuwa hujayafanya, hadi anamweleza afande ya kwamba mimi ninafanya hivi ili mke wangu aweze kupata shida. Kwa nini? Namfahamu vizuri mke wangu, endapo nikinyongwa kutokana na hili tukio hataweza kurudi kabisa kwa huyo Aravi tu. Hakika kuna wanaume wengine vichwa maji sana. La, afande mwenyewe alishangaa kwa hiki anachokisikia, ikabidi aende kuonana na Aravi na kumweleza kila kitu anamwomba amsaidie yule mwanamama, kwani ameshateseka vya kutosha miaka mitano akiwa mbali na mme wake, lakini pia anamweleza hakika mme wake alikuwa ni kichwamaji. Arafi, ili aweze kumsaidia huyu mwanadada, akaona ni bora aende kutafuta ushahidi, ili hari aweze kuonekana ya kwamba alikuwa hana hatia yoyote. Anamwaga Vasuda na kumwahidi ngoja akirudi tu basi kila kitu kitakuwa sawasawa. Anamwomba aweze kumpiga picha, dada anatoa tabasamu kwa lazima hivyo hivyo, huku machozi yakiwa yanamtoka eneo la tukio na kufanikiwa kukusanya ushahidi wa video na kuutuma kwa mwanasheria wake ili aweze kumsaidia mshikaji atoke gerezani. Kipindi ambacho alikuwa anarudi, akaona shamba zuri ambalo lilikuwa lina maua yanayopendeza. Mshikaji akashuka, akafika, akapiga picha na kumtumia bimdada, lakini kipindi ambacho alikuwa anarudi kwenye gari ya bwana, kwa bahati mbaya anakanyaga bomu na habari zake zinaishia palepale. Vasuda, hizi taarifa kwake zilikuwa ni chungu kumeza, lakini upande wa pili kwa mtaalamu wetu Hari akawa anafurahia kwa hiki kilichotokea. Kiamini kwa sasa ataishi maisha mazuri pamoja na mke wake. Askari anamweleza hakika, wewe ni mpumbavu ambaye sikuwahi kumwona, lakini ninakueleza kwa hiki kilichotokea, Mungu atakuadhibu. Anampatia ruhusa, anamweleza kwa sasa hauna hatia yoyote, nenda ukaishi maisha yako ukiwa huru. Mshikaji baada ya kufika nyumbani anakuta nyumba ikiwa tupu, akahangaika sana kumtafuta bimnada pasina nikio yoyote miezi ilipo katika leo, anafanikiwa kufika sehemu ambapo bimdada alikuwa anaishi kwa sasa pamoja na kijana wake e bwana. Lakini alipofika hapa hata mtoto wake alikuwa hahitaji kabisa ushirika naye, dada anamtolea mbavuni mme wake. Kitu hiki kilimshangaza sana mshikaji, akaona hakika mke wake ameshamkosa, kwani alikuwa yuko radhi kufa kuliko kurudiana na mwamba. Baada ya miaka mingi kupita, kwa sasa bimdada alikuwa ni mtu mzima, lakini pia alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya uzee. Safari ikampeleka mpaka eneo ambapo Aravi alipotezea maisha, lakini hakufanikiwa kuweza kufika kwani alianguka na kupoteza maisha. Mtoto wake wa kiume kwa sasa alikuwa ni mtu mzima. Kipindi ambacho alikuwa anaandaa maziko ya bwana, akafika baba yake, hakika alikuwa anamchukia sana, lakini mzee baada ya kufika hapa alichokifanya aliiba majivu ya mke wake na kisha safari ikampeleka mpaka eneo ambalo Aravi alikuwa akapotezea maisha. Lengo la kufika hapa ni kuweza kuyamwaga haya majivu ya mke wake katika eneo ambalo Aravi alikuwa akapotezea maisha, kwani alitambua hili ndio